Okay, wane, karibu sana hii hapa Uzuri TV, this is how we do, niko na rafiki yangu huyu hapa, unamwona, amepoa fulani, bleach fulani, unyamwezi nini? Yeah, ni pesa eh? Pesa hiyo, sifikiri tu bleach inashuka kama kutoka mbinguni. Pesa. Yeah, tunatumia pesa, unajua Bwana Zuena anasema na pesa nyingi sana Zuena Platinum huyu hapo, umemisi sana leo, nimekuletea kwenye channel yako pendwa ya Uzuri TV. Nataka tuzungumze uh, mambo hayo hayo ya pesa ambayo umeniambia Zuena eh? Mambo mm, mm, ya pesa tena. Mimi siko peshi mtu hela, niko na pesa ya kutosha mimi tu maisha yangu sasa hivi. Zuena anaongea kama Mkenya. Ni vile nimekuwa na chali wa Kenya, unajua, yule kaka ananipenda sana, kwao nikaona acha na mimi ni na rafuzi ya kwake, ila nipende zaidi ana buzi lipo Kenya. <laughs> Ni kawaida tu, sio mmoja amna? mm. um, ni mmoja tu bwana. Kenya unasumbuliwa sana huko? yeah, si hiyo ni kitu, ni kawaida kwa mwanamke yote, hususani mm. ukiwa brand kama mimi star, you know, sio kwamba ajisivia, ila huo ndio ukweli lakini Zuena, nini kinasababisha mpaka mnaingia kwenye swala la kukuchezesha michezo ya upatu hii? Nyinyi wasanii kwani kipato mnachokipata hakikidhi mahitaji mpaka mnaingia kwenye biashara kama hizo za upatu kucheza michezo? mm. ni nani ambaye anacheza michezo bado? Nani mimi? maana sijakuelewa swali lako. wasanii nyinyi mmeingia kwenye hizo biashara, kwa wasanii wote wa Tanzania wacheza michezo yule dada mwenye bonge la shape kawapiga watu milioni mia moja. wow. Nicole, hebu kwanza, milioni ngapi? Milioni mia moja, yaani yeye alikuwa akicheza mchezo, hmm. kama vile kijumbe huyo, hmm. ah, babake, watu wanamtumia milioni moja, milioni mbili. yeah. bonge la dili, ni mchongo, mchongo mzuri. hmm vingine tu ni simple kwa tajiri hapa Tanzania eh? Hmm. Ni safi tu eh, ni kawaida. Hata mimi ningekuwa mimi ningefanya hivyo tu, eh, tu ukae na milioni, hata milioni mia tu nayo ndani milioni mia hiyo laki tano hapa. Unahesabia hapa milioni mia, yu, kubai, sabi, apa, mia sabini Afu unakaa anakuja, nampa fulani, mimi na mambo yangu kibao, na hitaji ndugu yangu, ngiapa mimi nilifanya hivyo tu kwe. Kwa kweli. kwa hiyo hata wewe pia ungewapiga hizo hela ah? mimi sio kuwapiga, basi, sijawapiga sio mimi wenyewe mm. Ni saa mimi ni labda, ni labda sometime hajawapiga yule mtu, tuseme labda amewapiga, labda, afa nachukua hii hela mm. afu then nitafanya nini? Nitairudishia sasa. Katika kurudishia mtu binadamu, unajua mm. tuna hela za watu ukichukua ile hela nyingi hazirudi kwa haraka, okay. Ya, mi siamini kama Nicole anza kufanya hicho kitu, so siamini. Inasemekana hizo hela kaenda akaenda kutumia na kibenteni wake. Kwa hiyo hata wewe pia ungetupiga hela hizo lafu ungeenda kutumia na kibenteni wako, au si? Hapana, mi ningepata hizo hela kwa kweli, hizo hela da, kuna kitu ningefanyia, lakini sasa hizo hela za kusemea nyingi ambazo zina uhakika, lakini ila mi pia hata hivyo tu nimefikiria hicho kitu sana, naona kama ni dili nzuri, ila nataka tu watu ishirini na we unaanza kuchezesha mchezo, unajua ni kitu kizuri kinasaidia watu, unajua mchezo unasaidia kwa watu ishirini. Mm. Bwana shika, mimi ni kaza yako hizi hapa tena mwingine hivyo tachezechezesha hivyo, unajua vinasaidia wengine kutunza hela ndani. Hatuwezi kupokea milioni tisini mchezo ambao unaenda kuchezesha wewe e, uh, ni, kama ni kitu kizuri <laughs> kama ni <business. laughs> da. E. Ila, nime, nimependa hicho kufanya nimekipenda e. e, nimependa, lakini yule mimi siamini kama alikuwa anataka kuwapiga you know, ii inatokea tu mistake katika mambo ya biashara, kwa hiyo hata biashara kuna kuf, kupata na kukosa mm. Metupige, kwa hiyo watu wa spika si nini ametupiga kwa hela gani? Milioni themanini ni hela gani jamani? Hata mtu kumteka na kumpeleka ni hela gani ni sema nini? Kwa naona shauri kwamba wangemsamee. Ah, wangemsamee tu, wangemsamee. Kwa kwa kuwa yule yupo ni binadamu, kitu gani bwana, angalia amenunua kitu gani, chanunua hiki tunachokuwa tunachukua, lakini kwa nini umpeke mwanamke yule, kama yule mwenye shape, kama unampeka jela akapauke kule kweli? mm mi hajawapiga bwana, ni upuzi tu wao wa kufikiri. Kwa wewe, angeweka yule mtu angeweka hela yake benki sasa, sisi tunamwamini Nicole ni star kwamba hawezi kutuibia, hajawaibia. Ile hela amewahifadhia yule, hajawaibia hawezi kuiba vile kama hivyo milioni themanini. Hmm, hela gani kwa yule hiyo eh? Yuko sahihi sana ah, yuko sahihi tu, wewe kama unaona huyu nini nini wewe unachukua milioni moja yako hii benki kufungua pale NMB si nini? elfu ishirini mm. elfu ishirini tunafungua pale elfu ishirini mm. unaweka ta elfu ishirini unaweka benki mm. Sasa kuamini sana yule sio Mungu, hata mwenyewe sio malaika. Okay, yeah kwa hiyo sio malaika, kwa hiyo anaweza kufanya chochote. mm. Yeah, lakini inasemekana ametoka, so tumtegemee zoe na Platinums kwenda ku, ku, ku, kumsalimia Nicole au kwenda kumpa pongezi juu alichokifanya. Yeah, akafanya kitu kizuri sana Mi nampa pongezi na pia nampa pole a. Dunia hii ina changamoto zake, ndio mm. kama ni changamoto katika kazi kutokea kama hivyo, usipopitia shida yote hapa duniani tu, ni mistake tumetokea. Asikate tamaa, aendelee kuchezesha mchezo hata zaidi yaapoaongezitahelaadaiwatu wa watu wa, waiowao wengunamshauri hey, unam, aendelee kuchezesha ah. tena sasa mchezo, unajua, kama mimi ndio maana nakwambiaje, yule hajazurumu zile pesa, ila ni mistake tu ilitokea. Amekabwa sana huko na vibenteni vinataka hela ya matumizi, huwezi jua, yote yanawezekana mm. ya yanawezekana yote. Unajua, kama mwanamke sometimes, tunapendaja sana sometimes, tunapenda sana yeah. hata mi ilitokea nilipendaja sana Bwana yes, Zuena anataka kutupa sasa, ubuyo alikuwa kibente na kibenteni chake kidogo, niuze ile nyumba yangu ilibakia hivi, kaniambia <laughs> wewe mama, huyu mtu anakamtukake, yaani unampenda kumbe, tena anakamtukake anakapenda huyu mtu. Acha, anataka tu akutumie wewe kwa sababu we, mtu fulani ili afikie malengo yake. Kweli nikashangaa. yeah. Kweli huyu akitoka, si wapi huko, mama, napita hapo basi, niachie hapo tena, usafiri hapo imeeti gari nini kila saa mizinga mingi yani, kasa niliwaza mimi nataka niuze nyumba, tukapange hata masaa kitu tukakae wapi Ayo? Eh sio nilikuwa mgeni wa nani mimi leo hivi crown eh, hata bibi ataka gari fulani ya kutembelea tu, niuze ile nyumba kule mm -hmm. Eh lakini nashukuru Mungu kwa kweli sikuweza kufanya hicho kitu Okay. Eh lakini, tujifunze kutokana na makosa au vibenteni. Watatotoa, watatutoa loo kulelea watoto wa watu ambao wamekuwa wajielewi, tuache waingizwe mm. Eh, sana kwenye madeni kama, kama alivyofanya Nicole kukimbia na fedha zote za watu milioni 180. Yani sio madeni tu madeni tena matatizo mabaya, afu yani tu nisemeje, lakini mtu ambaye anatunza vibenteni atakuwa na leo nini maanisha, mm. yeah. Lakini Nicole amejitoa ame uaminifu kwa watu wanaofanya nao biashara eh? uh, Mana, yeini, yeini, shanghi, no, no, yeye ni brand ambassador baadhi ya makampuni, kwa hiyo yale makampuni sasa, kutokana na skendo hiyo ya utapeli, unaona kwamba wataendelea kufanya naye kazi mii. Uh, naamini utafanya naye kazi, kwa kuwa kama unakuwa brand ambassador kwenye kampuni fulani mm. huwezi ukatapeli hiyo kampuni kwa kuwa utawafanyia promo za nini nini, utapewa keshi yako, huwezi tapeli hapo kwe mambasa danini, wanaanza kufanya naye matangazo mbalimbali, waendelee kumwamini, wamshike mkono. Kuna kutokea mistake tu jamani, iwe ni binadamu mm, hakuna yeah, siekosea. Unalipo la kuambia wale ambao walikuwa wanachezeshwa mchezo na Nicole na mpaka sasa hivi fedha zao ziko hatiani, hawajui kama watapata au itakuwa zimekwenda na maji hizo pesa zao, wamshukuru oh, Mungu kwa kila jambo. <laughs> ni rahisi hivyo sasa mimi tawaambia nini au, <laughs> niwaambie <laughs> <laughs> <Okay>. nini? Wamshukuru Mungu kwa kila jambo lililotokea wanatakiwa uh, kusamehe saba mara sabini maana hata Yesu naye alisamee kwa wale waliompiga mijeredi aliwasamee. Hmm. Sasa wewe binadamu, we Yesu alikusamee, ulitapeli, sometimes ulienda kwa waganga wa kienyeji kufanya mambo mabaya sana. Hmm. lakini bado Yesu alikusamee na alikufa msalabani kwa ajili yako. Hmm. kwa nini wewe usisamee? Hizo hela ambazo, kama bado uko hai, utapata zingine zaidi ya hizo. Inasemekana kuna mtu tu yeye peke yake ana milioni ishirini na, na moja kwenye huo mchezo, ni mtoto wa kiume lakini mtoto wa kiume kaingia kwa kati kati wanawake huyo, mm. Sawa sawa, na haki ya kuchukuliwa hela zake zote, hata yeye angemchukua, lakini kama amebaki kama yeye eh, mm. Amshukuru Mungu pia kwa na yeye mwenyewe angemchukulia huko, utakaje eh? kundi la mama wa kiume peke yako <laughs> nini shida mm. Eh, kwa hiyo amshukuru Mungu kila jambo, aamini Mungu, hizi hela zake atapata tu, kama sio kwa mdada Inshaalah, kwa mtu mwingine atapata kipindi. Ambacho uh, huyu Nicole ameshikiliwa, ilihitajika dhamana milioni arobaini. Unataka kuniambia wasanii wenzake walishindwa kuichanga hiyo pesa, kwa kipindi chote mpaka amesota muda mrefu namna um, hiyo, mna pia wenda Mungu alitaka kila kitu, ni sababu mm, Mungu anataka upitie chanzo fulani ili ujifunze mambo fulani, ili kukutenganisha na watu marafiki wa kweli, marafiki wa uongo kwa hiyo mpaka hapo nikiwa tajua marafiki zangu wazote ni wapi na uongo ni wapi. Lazima upitie kwenye majaribu ili ujue adui na rafiki sahihi kwako ni nani kuna baadhi ya wasanii wenzake walishindwa hata kumposti na kumtakia kila laheri katika changamoto anayopitia yeah, maanake ni wanafiki eh? yeah. sasa wewe utakuwa na rafiki yako kabisa rafiki kindakindaki kinda kindaki, ambao ukienda huku mpo naye mapicha picha si manini mpo wote kwenye mapati hasa kwenye shida kwa nini akukimbie wao hata siku posti ba pole ndugu yangu yuko sehemu fulani napitia mimi si mm. naweza kukutoa wewe sehemu fulani lakini naweza kuposti kitu watu wengine wakaona then wakakusupport kukutoa sehemu mbaya ambapo ulipo kwa hiyo ndio maana sasa mimi naambia watu sio kila rafiki ni rafiki sahihi kwako. Sio kila na kuchekea, chekea anakuchekea ndani ya moyo moyo. Wengine ni wanafiki. Sio kila mtu ni sahihi katika maisha yako. Zoe na uh, kutokana na connection ambayo umetengeneza kwa sasa. Mm-hmm. Shemeji yuko vizuri. Ingekuchukua muda gani kama ingekuwa wewe ndo ni call uh, kwa ile milioni 40 ambayo imemshinda? Wewe ingekuchukua muda gani kutoka tu pale polisi? A, sekunde tu hata Mi mia silipi hapo. Yeah, sekunde tu, uongea vitu na watu basi usaidike. Kwa Nicole connection yake kidogo huko uh, uh, sijafika, sijasema kama ni connection yake kidogo no, sijafika huko, ila kila mtu na kitu ambacho Mungu amempa mm. Ya yeah, mimi sekunde tu, lakini mimi sina malengo ya kwenda huko walikoenda hata mm. sijawazia kwa kuwa kwenda huko nako ni process mm. <laughs> kuenda hivi ni jela kabisa. <laughs> Mi nikajua ni contact zile, mi najua ni kwa, sijaamini lakini yes. Asikate tamaa, kila kitu ni sababu tu, ila situnamuonaga anaenda madubai anajiachia. Kwa hiyo hata milioni 40 yeye mwenyewe tupu alikuwa hana kumbe hela nayo, ila tu ni mtu kuamua tu, ni kuamua tu, nikaekae kwa ni huku basi. Hivi mtu akasema milioni arobaini yule ule, kwa vile alivyokuwa. Ah, we mwenyewe hujamuona bwana. mm ile ile ni gharama, kwa vile ujue ametengeneza ile. Ah, basi ni gharama sana, na sio watakwenda Dubai, ni sio kitu kidogo mm. yeah, of course. Mi sina mengi ya kuongea sana, lakini nampa pole okay. yeah, ni maisha tu, inatokea changamoto kama hizo zinatokea, kwa asikate tamaa mm. Pan anajua marafiki sahi ni wapi na ambao sio sahi kwake. okay. yes. E, ni wapi wapi bwana. Ni Zuena na huyo, alikuwa anazungumza machache na tathmini fupi kuhusiana na tukio hili la Nicole, ambayo limetokea la kudhulumu watu. Inasemekana kwamba amedhulumu milioni 180 na